Sisi kama serikali tumefanya kazi kubwa na nini, unao ujasiri tembea makubo, kwa kujiamini yazungumzie mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye eneo lako. Mnaenda kwenye uchaguzi miaka mitano, nilipoomba nafasi hizi, mnajua hali uliyoikuta kwa wananchi kuna mabadiliko na mageuzi makubwa sana kwa wananchi. Mimi naamini na wenzangu, katika mitaa yenu, katika vijiji vyenu, hakuna mtaa ambao serikali haijagusa. kama sio kwenye elimu ya msingi imeguswa kwenye elimu ya sekondari, kama sio kwenye elimu ya sekondari madarasa imeguswa kwenye mabweni kama sio mabweni imeguswa kwenye nyumba za za walimu, miradi ya elimu huko ipo. Kama kwenye elimu hujaguswa, sekta ya afya umeguswa. Kama hujaguswa afya, umeguswa kwenye maji ama umeme ama barabara ama kilimo. Kama si mbolea mbegu, kama si vyote viwili, wananchi wako huko wameuza mazao vizuri kwa faida. Yapo mambo yamefanyika kwenye maeneo yenu, ya bendeni, ya semeli. Nimewambia wenzetu, ni bahati mbaya kwamba sisi wanadamu tumeumbwa kutothamini, na matokeo yake unashindwa kuthamini cha mwenzako, inafikia mahalo washia hata kujithamini wewe mwenyewe, kwa sababu hatui mabalozi wa mambo mazuri tuliyoyafanyia. Mimi ukiniuliza kwamba unaenda kwenye uchaguzi mtu anayekuja kuombea na ataenda kusema kiii, kwa sababu miaka mitano wananchi waliopanga foe no kachaguliwa wana nafasi ya kulinganisha. Ulipoomba mtaa ulikuwa hivi, saizi uko hivi, ulipoomba kijiji kilikuwa hivi, saizi kiko hivi. Kwa nini tuseme mmefanya <laughs> kazi kubwa kubwa sana yako ambayo yako nje ya uwezo wenu ni ya kwetu sisi, lakini kwa maana ya baraza la madiwani, miaka mitano imefanya kazi kubwa. Sasa, kwa sababu ya kusigana ile ya kibinadamu, mtawapa nafasi, mtawapa majemu wanaokuja.